Harmonize ya trend na kidedea tu, bali Harmonize yupo kwenye trend kwenye mahaba, lakini pia na, kwenye, na wimbo wake wa kidedea. Kupitia insta story yake, Harmonize amekuja kushare video ambayo inamuonyesha bidada Suraya akiwa anashikilia ua ambalo limezungushiwa dola na kumwekea wimbo wa influencer wa Harmonize, ambao wimbo huu ni wa mapenzi. Kama umewahi kusikia wimbo wa influencer wa Harmonize unajua ni kwa namna gani, kwamba wimbo fulani hivi wa Kiingereza ambao ni wa mahaba na mapenzi mazito. Harmonize inaashiria kwamba ni ujumbe fulani ambao anamtumia Surraiya ambao unaonyesha kwamba ni yeye ndiye mtu ambaye alikuwa anamsubiria kuja kuchukua maisha yake au kuja kuchukua moyo wake au kumrudisha tena kwenye mapenzi ambayo kwa muda alikuwa hayupo tena kwenye mapenzi. Sasa Harmonize ni mmoja kati ya wasanii ambao wanajulikana e, kwenye, kwenye wakiwa kwenye mahusiano, lazima ataonyesha, watu watajua na watu wataelewa kwamba yupo kwenye relationship na mtu gani, mtu aina gani, na kwa nini yupo naye na ni mtu ambaye huwa mara nyingi hafichi eh, kuwa kwenye mahusiano. Unapokuwa kwenye mahusiano, lazima mashabiki zake watajua ni mtu gani ambaye Harmonize yupo naye kwenye mahusiano. Sasa Surraiya ni kama sasa hivi ameuteka moyo Harmonize, kwa sababu Harmonize anazidi kumpost, anazidi kumuonyesha watu na wazidi kumuona vile ambavyo alivyo. Na Harmonize anafahamika kuwa ni mmoja kati ya wasanii ambao wanapenda wanawake wenye shape kali, wanapenda wanawake wenye muonekano eh ambao nyuma kidogo wamejaaliwa, ndio aina ya wanawake ambao Harmonize wanawapenda sana. Kwa hiyo hata pia Surraiya amejaliwa, mashallah iko poa sana. Sasa Harmonize ameshare video hii ambayo inaonyesha Surraiya amepokea zawadi, kama ni kutoka kwa Harmonize kama ni vipi, lakini hii inaonekana ni zawadi ambayo Harmonize amempa, ni ua fulani ambalo lina dola dola mia mia kama ngapi hivi, ambazo zimewekwa kwenye hilo ua. Sasa hii inaashiria mahaba na mapenzi mazito ambayo Harmonize kwa sasa hivi anazidi tu kujipakulia minyama, anazidi tu kujisevia mwenyewe kwa sababu amezama, yupo penzini na mdada Surraiya. Drop hapo comment yako ya kuhusiana na penzi jipya la Harmonize na Surraiya, lakini usikose kusubscribe Dems Media. Mimi ni Abdul Juma the Monster, tukutane kwa wakati mwingine, kuna kwa majali wa bye, bye, chao.